Hawatukuwa na madhara haya. Elizabeth tena anaweka kule goli, anaweka ndani ya nyavu. Simba wanaandika bao, Simba wanaandika bao, wanaandika bao la kwanza. Ilikuwa ni kama hajizi vile, na wakati nikisimulia tu kwamba safu ya ulinzi ya timu ya Yanga ikiongozwa na Agnes Sewe na Igwe wanajukumu la kuhakikisha Jentris Shikangu hafanyi madhara. Aisha Juma unawekwa sasa, Jerepo cheza tena nafasi hiyo, unawekwa ule mpira moja kwa moja, anacheza anaweka ndani ya nyavu, bao la pili. Simba wanaandika bao la pili. Aisha Juma ni kama vile mtu aliyekwenda kuokota embe asubuhi, alafu anakutana na pochi la pesa, anaacha embe, anaokota pochi. Ni mpira ambao ulikuwa hauna madhara sana baada ya kuchezwa na mlinda mlango lita akerekol, unamkuta katika nafasi nzuri na inafanya Musa Hassan